Hiyo ilikuwa ni asubuhi ya leo Ijumaa, tarehe ishirini na nne ya mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Mazoezi yaliongozwa na Kanali Matiasi Julius Kahabi, mkuu wa wilaya ya Ngara. Mazoezi haya ambayo ni ya ukomavu kwa vyombo vya ulinzi na usalama wilaya Ngara ya Ngara yamefanyika leo asubuhi, wakizunguka kilomita saba. Na haya ni machache aliyoyazungumza Julius Kahabi baada ya kuhitimisha mazoezi hayo ya kukimbia kwa kuizunguka mji wa wilaya Ngara na ameahidi kwamba zoezi hili litaendelea mpaka baada ya uchaguzi utakaofanyika tarehe 29 Oktoba elfu mbili na ishirini na tano, akiwasisitiza wananchi na vyombo vya ulinzi na usalama kwamba ni jukumu lao kuhakikisha wamelinda amani na usalama wa nchi hii kuelekea uchaguzi wa 29 Oktoba tarehe 29 mwezi huu wa kumi yaani Jumatano wiki ijayo, si ndio? yeah. kuna nini hapa nchini? Uchaguzi, uchaguzi, uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani, mafiga matatu hayo, si ndio hivyo? Pamoja na utimamu wetu wa kawaida wa kiaskari, lakini pia kuelekea hilo zoezi kubwa muhimu, lazima tujipange. Tunayasikia mambo mengi maneno mengi kwenye mitandao na sehemu mbalimbali, si ndio hivyo, kwamba kutakuwa na viashiria vya vurugu vunjifu wa amani. Niwaeleze hilo, kwa Ngara halipo, kwa Ngara halipo, halipo kabisa, halipo, halipo, narudia tena, halipo. Mimi Kanali Matias Julius Kahabi mkuu wa wilaya, mwenyekiti wa kamati ya usalama ya wilaya, na ninyi wenyewe vyombo vyote vya usalama, tumejipanga vema kuhakikisha hivyo viashiria vimaneno vya hapa vya na pale havipo havitokei. Okay, never hapa kwa Ngara, havipo, unaelewana wazi ni wazi. Wazi. Nini sasa ni nini? kuhakikisha hii message hii tunafikisha kwa familia zetu, ishirini na tisa wajitokeze wakapige kura. Naongea mwenyekiti wa kamati ya usalama kwa kujiamini kabisa, hatuna shaka na hilo wazi, wazi. Familia zetu wenye sifa za kwenda kupiga kura wafanye hivyo. Tumejipanga vyema. Jeshi la polisi liko vyema, ulinzi na usalama wa raia na mali zao, sasa hivi, siku chache kabla ya zoezi lenyewe la kupiga kura, siku yenyewe na baada ya uchaguzi mkuu, tuko vizuri, tuko vyema kabisa. Naongea kwa kujiamini, kama ni mtu wa kujiamini kama mimi Sio masiara kupewa wilaya ya mpakani, tunapakana na Rwanda na Burundi. Nikaambiwa Kahabi Kanali, kaa hapo leo, mwaka wa nne na miezi kadhaa, sio mchezo wazi. Tuko vizuri, lakini nawashukuru, nawapongeza pia, mnanipa sapoti kubwa ya kutosha. Mipaka yetu iko salama, haya mambo ya kwetu ya ndani tunayadhibiti vizuri mno, pia chini ya osili wetu wa wananchi wetu, hakuna mashaka, wajitokeze wakapige kula tarehe ishirini na tisa. Hizo habari za mitandao someni tu, nasoma nafungu, naziacha hapo. Kwa Ngara hakuna hilo, haliwezi likatokea. Tumejipanga, tuko imara, na wananchi wetu tunawaeleza hilo kwa kujiamini. Jukumu la ulinzi na usalama wa nchi hii ni la nani? Sisi wenyewe na hasa watanzania wazalendo. Wazalendo ni akina nani? Ni sisi wenyewe, wazi, ni sisi wenyewe. Sisi ni wazalendo, lakini ndani ya sisi wa Tanzania wazalendo, walinzi wa nchi, sisi tukakabidhiwa dhamana hii kubwa zaidi, kwa sababu tumefundishwa, tuna training kwa hiyo aa, mazoezi pia inaleta undugu wa hali ya juu sana. Tofauti ya mgambo, jeshi la wananchi, polisi, uhamiaji, magereza, Takukuru, wenzetu wa TFS, zimamoto zinakuwa zipo, tofauti hazipo, tuko pamoja, kazi kali.